Mambo vipi, mtazamaji wa Itigi TV, natumai mkopoa, ikiwa ni siku maalum kwa ajili ya kumbukumbu za zamani, yaani TBT. Leo hii tunaangazia historia ya nguli wa muziki wa hip hop nchini ambaye ni Joseph Leonard Haule. Joseph Leonard Haule anafahamika zaidi kwa jina la kisanii la Profesa Jay, ila zamani hizo Niga Jei amezaliwa Desemba 29 mwaka 1975. Ni msanii wa muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Anatazamika kama ni moja ya wasanii, anatazamika kama msanii aliyeweza kuwateka wazee wasikilize muziki wa Bongo Flava, hasa kwa kibao alichokifanya wakati yupo na kundi la Hard Blasters Crew ambacho ni Chemsha Bongo. Kundi hilo ni moja ya makundi yaliyofanya vizuri kwenye mziki wa hip hop ambalo lilikubalika na sehemu kubwa ya Watanzania. Profesa Jay vilevile ni moja kati ya waanzilishi wa muziki wa hip hop nchini Tanzania. Profesa Jay alianza shughuli za muziki mwaka 1989 na alijiunga na kundi la Hard Blasters Crew mwaka 1994. Ilipofika mwaka 1995 Jay, na kundi lake walishinda tuzo ya kundi bora la hip hop nchini. Jay pamoja na kundi lake walitoa albamu ya kwanza iitwayo Funga Kazi. Hii ilikuwa ni mwaka elfu mbili. Albamu hiyo iliaminika kwamba ilileta mapinduzi makubwa sana ya muziki wa hip hop nchini. Albamu hii yenye ujumbe mzito ina nyimbo kama Mamsap pamoja na Chemsha Bongo ambazo zilichangia kufanya muziki wa bongo feva kuwa wa kila rika na kupewa heshima. Kabla ya hapo muziki huo ulionekana kuwa ni muziki wa wahuni. Baada ya kutamba na kundi la Hard Blasters Crew aliamua kujitoa kwenye kundi hilo. Profesa J aliamua kuwa msanii binafsi, yaani wa kujitegemea. Hii ilikuwa ni mwaka elfu mbili na moja, na muda mfupi baada ya kujitoa aliachia albamu ya kwanza iitwayo ma, Machozi Jasho na Damu. Albamu hii ilivuma haraka sana na kumfanya apate tuzo ya kuwa mtunzi bora wa hip hop nchini kwa wimbo wake wa Ndiyo Mzee kutoka kwenye albamu hiyo ukifuatiwa na wimbo wa Bongo Dar es Salaam pamoja na Piga Makofi. Mwaka elfu mbili na tatu alitoa albamu ya pili iitwayo Mapinduzi Halisi ambayo nayo ilishinda tuzo ya Kili Music Awards kuwa albamu bora ya muziki wa hip hop nchini Tanzania kwa mwaka elfu mbili na tatu. Albamu hii ilibeba nyimbo kama vile msinitenge, promota na Bip pamoja na zali la mentali. Mwaka elfu mbili na sita Januari, alitoa albamu ya tatu iitwayo Joseph. Jina la albamu hii ilitokana na nyimbo iliyotoka mwanzo kabla ya kutoka kwa albamu. Wimbo huu ulichaguliwa kuwa wimbo bora wa Bongo Flava kwenye BBC na Radio 1 Awards. Albamu hii pia imewahi kuteuliwa kuwa albamu bora ya hip hop na kushinda tuzo ya mtunzi bora wa nyimbo za hip hop pamoja na tuzo ya nyimbo bora ya hip hop ya mwaka kwenye Kill, kwenye Kill Music Awards hii ilikuwa ni mwaka elfu mbili na sita kupitia nyimbo ya Nikusaidiaje, na baadaye nyimbo hii ilishinda tuzo za Kisima Music Awards kutoka Kenya ikiwa ni nyimbo bora ya hip hop pamoja na video bora ya hip hop kutoka nchini Tanzania. Mwanamuziki huyu wa hip hop amefanya kazi na wasanii mbalimbali wakiwemo Lady Jd, Juma Nature, Inspekta Arun, Qchila, Feluz, Harmonize, Alikiba pamoja na Diamond Platinum. Mbali na masuala ya muziki, Profesa Jay pia ni mwanasiasa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Mikumi linalopatikana mkoani Morogoro kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na tano mpaka elfu mbili na ishirini. Leo hii tumeangazia historia ya Joseph Leonard Aule maarufu kama Profesa Jay, nguli wa muziki wa hip hop nchini endelea kufuatilia ITIGI TV. Furaha yetu tufike pamoja.